Mm -hmm. Zaudati karibu tena. Juzi ulisema unaenda kupumzika kidogo urudi uendelee na kazi. Ah, okay. Karibu. Eh, ulienda wapi no, na wanaendeleaje huko ulikoenda? Nilikuwa nyumbani tu. Nenda kupumzika Temeke. Nimepumzika sasa hivi na kazini. Okay. Sawa mm. Sawa na, unakumbuka tulisema wadada ambao wanamaliza mikataba vizuri kabisa wanakuja kwenye promotion gani? Unaongezewa mshahara. Kama mimi ni kwa tradition dada, sasa hivi na kwa tradition plus. Ambayo mshahara utakuwa shilingi ngapi? Laki na nusu. Na ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Laki moja. Okay, safi kabisa so mi ningependa sasa we useme unaenda, yani bosi wako atarajie nini mtu yoyote ambaye utapangiwa kwake kuna kufanya kazi anatarajia nini, vitu ambavyo inawezekana pia umejifunza kutoka kwetu, lakini wewe mwenyewe umekuwa unajiongeza, yani ulivyokuja kufanya kazi za ndani mwanzoni na mpaka sasa, yani kuna maarifa lazima ume, umeongeza. Kwa hiyo bosi wako atarajie nini? Bosi wangu atarajie feedback nzuri kutoka kwangu. Mhm, nini utakachoenda kufanya tena? Jikaze kazi nzuri, kumsikiliza bosi na kufanya vile bosi anavyotaka. Mhm. Mm. Okay. Kwa hiyo yaani, um, tusitarajie kupata malalamiko kutoka kwa bosi Zaudati, labda mvivu wafanyi kazi anataka mm. kufanya anavyotaka yeye memwagiza mm. hiki ataki mm. mm. Okay, na sahivi malengo yako kwa mkataba huu wa sasa ni nini? Kutoka nilipokuja kufanya kazi mara kwanza mwaka jana. Okay, hapo kwenye ofisi pia. Aa, inabidi uendelee pia kujua, labda ofisi unayoenda kufungua, unajuaje watu wanahitaji hayo mahitaji ambayo utaenda kuwapa ya kuwashonea nguo Unaenda kushona nguo, si ndio? Unasema yeah. Ushajifunza cherehani. Ndio. Yeah. Mhm. Unajuaje kama watu wanahitaji sana kushona nguo? Hamna, nimepanga ofisi itakuwa, nafungua ofisi ya cherehani, ila nitaweka vitu vitenge, vitambaa. Ah, una mix eh. Nitaweka yeah, vitu mbalimbali. Mbali. Eh. Yeah. Kulingana pia na na watu watakavyokuwa wanaulizia vitu. Eh. Yeah. Mhm. Mm, ni hicho yeah, kitu nitaka tu ni, yani watu watu wanatakiwa wajifunze kuangalia mabosi wanataka nini. Yani watu, sio mabosi. Mabosi ni watu. Kwa hiyo watu wanataka nini? Then ndio unaangalia hicho wanachokitaka ndio uone kama una uwezo wa kukihudumia. Yaani hiyo ndio namna nzuri kabisa ya kuanzisha biashara. Lakini kusema napenda kushona, okay. Sasa utaenda kuanzisha, unaweka cherehani yako, unaweka ofisi, hamna anayekuja kushona. Si umeelewa? Eh, e, kwa hiyo ni muhimu sana. Na nafikiri uh, wadada wengi wanahitaji hayo maarifa na taangalia namna nzuri ya kuweza kuwa saidia wapate kujifunza namna ya kuanzisha biashara ili hela zao zisipotee. Maana unafanya kazi miaka miwili mitatu, alafu tena unaenda kuanzisha biashara inakufa, kwa sababu kama wateja hawaji na hela haizunguki mm-hmm, utaanza kula kidogo kidogo, mwisho biashara nakata ya kwa hiyo nafikiri pia ni eneo ambalo tutajitahidi kuliwi kuweka nguvu ya namna gani wadada waweze kutoka kwenye hizi eh, kazi za ndani wakiwa na mitaji yao ili waweze kusonga mbele, hela zipotee Hai, sawa. Haya, mimi nafikiri wewe ni mwenyeji na tuliongea mengi kwenye video yako iliyopita. Uh, umerudi kwa ajili ya kwenda kazini. Of course najua hapa kuna mabosi watasema, "Eh, hey, namtaka huyo, namtaka huyo." Maana ni wadada wachache kwa kweli ambao wana yaani wanaonyeshaga, yani ni wa, ni wapambanaji. Sawa kama hivyo. Yaani ulivyoongea mwanzo mimi mwenyewe nilivutiwa sana. Nikasema, "Eh, hey, tungekuwa tuna dada, dada hapa center tungekuweka ni hivyo. Kwa hiyo najua tu mtu yote ambaye utapangiwa kwenda kumfanyia kazi amepata jembe, na nakutakia kila la heri kwa niaba ya kituo. Nenda kapambane, utimize malengo yako na wewe uweze kufikia malengo unayoyataka, sababu mradi huu ndio shughuli yake ni kuwasaidia wadada waende wakatimize ndoto zao. mm. haya kila la heri. uh, haya, haya.